Habari njema ikirushwa iki, iki, iki Bukelebe TV. Karibu <laughs> sana, tusiache kufuatilia katika TV ya Bukelebe. Bukelebe TV, habari za mda huu, popote pale ulipo, na tumaini unaendelea kubarikiwa na Bwana. Mtazamaji wetu, karibu Bukelebe TV, hapa ndipo penye kuzungumzia masuala mbalimbali ya dini. Jiunge nasi kwa mafundisho ya kiroho na mijadala yenye kuelimisha. Ninayekukaribisha katika makala hii ni Yustas Rajuni. Karibu sana, ungana nami mwanzo mpaka mwisho. Kwa siku ya leo tutakuwa na makala nzuri kuhusiana na uelewa potofu kuhusu Mungu na nafsi tatu ama Tritheism. Tritheism ni moja imani potofu kuhusu asili ya Mungu ambayo inadai kuwa Baba, Mwana ambaye ni Yesu Kristo na Roho Mtakatifu ni miungu mitatu tofauti. Hii inapingana sana na Biblia ambayo inatufundisha wazi kuwa kuna Mungu mmoja. Tritheism ni aina ya nena ya nena polytheism ambayo, yaani imani ya miungu mingi, na ni hatari kwa kila Mkristo anayejaribu kuelewa ukweli wa Mungu na Utatu. Watu wanaofuata tritheism wanadhani kwamba kila nafsi ya Mungu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni kiumbe huru na chenye uungu wake wa pekee. Kwa mfano wanasema Baba mungu mmoja, Yesu mungu mwingine, roho Mtakatifu mungu mwingine. Hivyo basi, kulingana na tritheism, kuna miungu mitatu tofauti, kila mmoja akiendesha mambo yake. Hii inakinzana kabisa na mafundisho ya Biblia, kwani Biblia inatufundisha kuwa mungu ni mmoja tu. Kumbukumbu la Torati 464 inasema, Bwana mungu wetu, Bwana ni mmoja. Mfano rahisi wa kuelewa tritheism ni kama ni kama mtu akisema kuna nchi tatu tofauti zenye kiongozi tofauti, lakini watu hao wote wanadai kuwa wanamshukuru Mungu mmoja. Hii inasababisha mchanganyiko na kushindwa kuelewa uongozi wa kweli. Katika tritheism, huwezi kuwa na umoja wa roho, kwa sababu kila Mungu anafanya kazi tofauti na hauna mshikamano wa milele. Tatizo la tritheism linajitokeza katika tafsiri ya Biblia. Kwa mfano Mathayo 28:19 inasema basi mpate na kubatiza mataifa yote kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Biblia inasema kila kitu kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, si kwamba kuna miungu mitatu tofauti. Hii inathibitisha wazi kuwa nafsi tatu zinaunda Mungu mmoja, si miungu mitatu yenye uendelevu wa pekee. Mafundisho potofu kama tritheism pia yana yanapingana na Yohana 1:14 ambapo neno Yesu lilikuwa Mungu na lilikuwepo tangu mwanzo, si kiumbe kilichoundwa kama Tritheism inavyodai. Biblia inasisitiza kuwa Yesu ni wa milele na Roho Mtakatifu pia ni wa milele. Tritheism haiwezi kueleza umoja wa milele wa Mungu kwa sababu inatengeneza miungu tofauti yenye asili ya pekee, jambo linalopingana na polytheism. Mfano mwingine wa mtaani kuelewa Tritheism ni kama kusema kila mmoja wetu ni kiongozi wa pekee wa nyumba tofauti, lakini wote tunasema tunamwajibisha kiongozi mmoja wa familia. Hii ni impossible kwa sababu hakuna mshikamano, hakuna uongozi wa kweli na hakuna ukweli wa uungu wa milele. Tritheism inasababisha ukosefu wa uwazi na ma, wa mafundisho na watu wengi huingia kwenye kushindwa kuelewa wokovu wa Kristo na nafasi ya Roho Mtakatifu. Ni muhimu kuelewa kwamba Tritheism inaka, inakataa Biblia na imani ya kanisa la kitabia. Watu wanaofuata Tritheism huwa wajui kwamba Biblia inasema wazi, Mungu ni mmoja, lakini ndani ya huo mmoja kuna nafsi tatu tofauti zote kamili na wa milele. Mfano rahisi wa kuelewa Trinitarianism ambayo ni imani sahihi, ni kama umeme, unaweza kuwa mwanga, joto na nguvu, lakini bado ni umeme mmoja. Hii inafundisha kwamba nafsi tatu hazina uharibifu, hazina ulinganifu wa pekee, lakini wote hufanya kazi kwa umoja. Hitimisho ni wazi, Tritheism ni imani potofu yenye mitazamo ambayo inapingana na mafundisho ya Biblia. Iwapo tunataka kumwabudu Mungu wa kweli, kuelewa wokovu na kutoingia kwenye mafundisho potofu, lazima tufuate trin Trinitarianism. Trinitarianism inatufundisha kuwa Mungu ni mmoja, lakini ndani ya umoja wake kuna nafsi tatu tofauti, Baba, Mwana, zote wa milele, zote kamili, na Roho Mtakatifu, zote wa milele, zote kamili na hufanya kazi kwa umoja usiopingika. Imani hii ndiyo inayokubalika. Inalingana na Biblia na inatupa ufahamu wa kweli wa uungu, wokovu na maisha ya kiroho. Kwa hivyo kila Mkristo anayejifunza na kuelewa Tritheism anapaswa kushawishi roho yake na wengine kuacha imani potofu na badala yake kuifuata imani ya Trinitarianism ambayo ni kweli, sahihi na inaungwa mkono na Biblia. Tritheism ni imani tena ina wafuasi. Wakiamini Mungu amegawanyika mara tatu, yaani kuna Mungu wa kwanza ambaye ni Baba, kuna Mungu mwingine wa pili ambaye ni Mwana na kuna Mungu wa tatu ambaye ni Roho Mtakatifu. Imani hii si ya kweli japo watu wengi wanadanganywa kuamini na kuanza kuabudu uongo. Mtazamaji, leo tumejifunza kuhusiana na uelewa potofu kuhusu Mungu na nafsi tatu ambapo tumeangazia Tritheism. Mtazamaji, hivi sasa unaweza kutupata katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Facebook tunapatikana kama Bukelebe TV, Instagram tunapatikana kama Bukelebe TV na YouTube tunapatikana kama Bukelebe TV. Asante kwa kuendelea kuambatana nasi habari hizi njema kutoka katika Biblia. Mimi ni Mstacela Jioni.